Na tukipata fursa ya kutembea Bandarini SACCOS na tumejifunza mambo mengi sana open, bonds, na vile wanavyofanya marketing strategy na vile wanavyosaidia nje, upande wa kusaidia mashule, kusaidia kupeleka vitu, maana vinapo havipatikani. Pia nimefurahi sana kuona tofauti zilipoko, upande wana bandare si kubwa vile lakini ukiangalia upande wa uh, pod, uh, sao, watu wingi wame embresi yani wamependa SACCO kompared na adha lengi, lakini upande wa bandari SACCO Tanzania, nimeona watu wingi bado hawajajua umuhimu wa SACCO. SACCO ni kitu ambacho wa kenda kumwezesha ufanye mambo mingi mimi Inaweza kuwa mfano sako nimejengea nyumba mali na kukaa gari inayoendesha sako nimenunua, na hata riba inayotozwa kwa sako ni kidogo. Umepata kujua Bandarini SACCOS wanachangia 10%. So ningeomba watu wengi um, wajiunge, sisi tuko elfu kumi na mbili wafanyakazi wote wanaofanya, mmepitia kareko, nikaona kuna aktiviti nyingi, mjiunge. Ukijiunga utaweza kupata pesa na utaweza kupanyika. So sako ambao nimefurahi sana kupitia mili mandare sako zimepitia, nimepitia sako nyingi, lakini hii nimependa, makaribisho tumepata mazuri, tumejisikia tu kwa mbano, tumekuwa ni urafiki, tumeona wale wanaofanya kazi hapa wako vizuri, wametukaribisha vizuri, wana roho nzuri. Na sisi pia tumewafunza na wao pia wakatufunza. So ningependa kwamba kuhimiza watu sapo watu waweze kukumbatia taeza kuwapatia manufaa na sapo zingine zote zilizoko upande wa Kenya, tulituitoko mwezi kuleta pia members delegate waje, maanake tumekuwa na mjadala na kaini kitu ya mtueleza mawili matatu na sisi pia tukamfunza mambo mawili matatu. Hili na mwisho mikuwa naomba watu wote wa Tanzania leo jiunge kwa sako. Sako ndio njia ambayo watu wanaenda hakuna any hidden charges, unaonyesha unakatwa hii unachukua hii. So naomba watu wote ambao wamenye mime, wamejielewa mweze kuimpress sako na sako ndio mimi si na sako ndio yeye ijenge sako mjewi, tujengu, sabu,